Taifa la Tanzania mwaka huu wa 2025 linakwenda katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao utatoa fursa kwa watanzania kuchagua madiwani wa bunge pamoja na rais. Kuelekea katika uchaguzi huo, tayari tume ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania imekwisha kuratibu zoezi la uandikishaji wananchi katika daftari la mpiga kura, ambapo kwa kiwango kikubwa wananchi katika kona mbalimbali za mbali taifa la Tanzania wamekwisha kujiandikisha katika daftari hilo. Katika kipindi ambapo wananchi wanaendelea kutimiza takwa hilo la kujiandikisha, leo nimemkaribisha mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa nchini Tanzania, Ally Khatibu. Naye nimetaka kusikia maoni yake, ana mtazamo gani juu ya zoezi hili la uandikishaji wa wananchi katika daftari la mpiga kura, hasa katika kipindi hiki ambapo taifa linakwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sisi viongozi wa vyama vya siasa kwa namna moja au nyingine, katika nyakati tofauti tofauti tokea awali tulishiriki katika nyakati hizo, na kubwa ni kwamba wametangaza sana vya kutosha, jinsi ya wapiga kura, waandikishaji wapiga kura, na kwa hivyo watu sasa wame, wamehamasika. Na tume kwa wakati wake, basi kwa upande wake wamejitahidi sana kutangaza na kutoa elimu eh, na hata vyama vya siasa vimeshiriki kufanya hivyo. Eh, kila chama kuchukua nafasi yake katika ngazi ya taifa katika ngazi ya mkoa wilaya, hadi, hadi kufikia ngazi ya kata. Kwa hiyo ni imani yangu, ni kama mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa Tanzania, uchaguzi huu utakuwa uchaguzi wa kuvunja rekodi kwa idadi kubwa ya watu watakujitokeza kupiga kura, kwa sababu tumeona watu wamehamasika eh, na isitoshe hivyo tu demokrasia imekuwa kubwa sana nchini Tanzania. Sasa hivi tumeona vyama vina unadi au, au, au vyama vinatoa matamko ya kutangazania kwa wagombea urais. Eh, kwa hivyo hili ni jambo la faraja na ni jambo zuri na kuonesha kwamba nchi yetu sasa ime, i, i, ina ukomavu mkubwa wa, wa kisiasa, lakini haya yote yanakuwa ni mafanikio ya Dokta Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania o ara zake alizokuja kuzizungumza kwenye Baraza la Vyama vya Siasa pamoja na kukutana na viongozi wa vyama vya siasa kwa nyakati tofauti. Lakini si hivyo tu, pamoja na maridhiano yake yeye na vyama vya siasa pia. Kwa hiyo nchi yetu na imani kubwa sana, tutaingia kwenye uchaguzi. Katika uchaguzi naamini utakuwa huru na haki, na imani kubwa nchi yetu itabaki kuwa salama na wamoja, na uchaguzi utakuwa tulivu. Hatuna haja ya kugombana hatuna haja ya kupigana. Tuwape nafasi wananchi wetu wa Tanzania, wasikilize sera za vyama vya siasa, wasikilize ilani ya vyama vya siasa, ahadi za viongozi wao, alafu wao ndo wenye maamuzi. Wataamua chama gani wakichague, kiongozi gani wamchague. Baada ya hapo, basi tuwape nafasi sasa, waloshinda waunde serikali na wabunge wafanye kazi yao, lakini wengine sasa tujipange Eh, tuendeleze amani na utulivu tulokuwa nayo. Tanzania ni nchi kubwa. Tanzania ni nchi ya amani. Tanzania ni nchi ya kidemokrasia. Tanzania ni kimbilio la wale wenye matatizo na migogoro ya kisiasa kwenye nchi zao tofauti tofauti. Tanzania ni nchi ya kuja ku, kujifunza eh, na namna bora ya kuendesha, ya kuendesha u, uongozi katika mbinu za kidemokrasia. Umesema kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao watajitokeza katika zoezi la kupiga kura mwaka elfu mbili na ishirini na tano nataka kusikia ni viashiria vipi ambavyo ninyi kama chama na wewe kama mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa unaviona kwamba hivyo vinaashiria kwamba watu wengi watajitokeza katika zoezi la kupiga kura. Ah, kwanza kutokana na hali ya amani na utulivu wa nchi yetu, alafu kutokana na vyama vingi vime- vimechukua vime, vime nafasi ya kutangaza au kuwahamasisha wafuasi wao kwenda kujiandikisha na tumeona wameweka mawakala evituo lakini, hata Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nayo imetoa elimu, imetoa matangazo mbalimbali, mbali na kuhamasisha, pamoja na mkoa mkubwa wenye watu wengi Dar es Salaam kuongeza siku mbili za ziada, na hizo siku kupitia vyombo vya habari nimeona watu wakitoa maoni yao wakiipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa hizo siku mbili, na nimesikia kauli za watu wengi sana ambao wanatamani mwaka huu waende wakapigi kura. Lakini si hivyo tu nimeona hata a, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Osman Masudi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ACT wa Wazalendo, yaonekana kipindi chote hicho alikuwa hajawahi kupiga kura e, kwa hiyo nimemwona akaenda kujiandikisha katika kituo chake cha cha Mpendae na atakuwa mpiga kura. Kwa hivyo hivyo ni viashiria kwamba mara hii uchaguzi utakuwa na watu wengi. Sifikiria makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar inaonekana hakuwahi kupiga kura, maana hakuwa na kitambulisho cha kupiga kura, lakini mara hii kwa upande wa Zanzibar amekwenda kujiandikisha eh, tukupi, tumeona kupitia vyombo vya habari. Kwa hivyo ukichukua yeye, huyo ni kiongozi, je, watu wa chini? Ina maana walikuwa kwa watu wengi walikuwa hawajawahi kujiandikisha, sasa wamejiandikisha, watakwenda kupiga kura. Kwa hiyo hivyo ni viashiria tosha havitaki tochi, lakini kipindi cha nyuma taarifa zinaonyesha kwamba idadi ya wapiga kura imekuwa ikishuka. Tatizo la nyuma, demokrasia ilikuwa imebanwa sana, ilikuwa iko ime, imefungwa minyororo, lakini sasa rais tulionaye Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli amejitahidi sana, amejitahidi kiasi ya kwamba hata sisi wanasiasa tuna matumaini makubwa kwamba tutakuwa na uhuru wa ku- tu, yani tuna uhuru sasa hivi kwa kufanya mikutano ya hadhara, tuna uhuru wa kufanya mikutano ya ndani tuna uhuru wa kufanya maandamano tuna uhuru wa kukutana na wanachama wetu popote pale. Kwa hivyo hili ni jambo linatupa faraja, na ni imani yetu kwamba uwanja wa siasa utakuwa sawa. Ni kilio tumepeleka kwa viongozi wa, wa serikali bae, pamoja na rais. Kwa hivyo ni imani yetu, tunategemea rais atalichukua jambo hili ku, kuweka uwanja sawa wa siasa, angalau vyama navyo viweze kutembea huku na kule katika kufanya kampeni. Mimi ni, ni, ni niombe tu serikali uchaguzi ni gharama Aa, sasa kisiwe chama tawala tu ndio kinakuwa na, na kinanufaika, vitizamwe na vyama vingine ambapo kwa hali yao ya kifedha na kiuchumi sio mzuri, kwa, kwa kwa sababu tunatafuta kiongozi wa nchi, tunatafuta wabunge ambao kwa watasimamia wananchi. Kwa hivyo hapa serikali lazima ichukue nafasi yake kuviangalia vyama vya siasa. Kwa hiyo na sisi kama vyama vya siasa tunahamasisha watu wetu pamoja na Tume ya huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kuwashajihisha wapiga kura wajitokeze kwa wingi. Kwa hiyo kwa wingi hiyo watajitokeza wingi, lakini si hivyo tu, hata wagombea nimeona sasa hivi kuna wagombea wengi watavunja rekodi kuliko miaka yoyote ya uchaguzi iliyotokezea kuanzia wagombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vyama hivi vingine vya vya siasa ukiondoa chama chama Chama cha Mapinduzi ambao kwa wao tayari washafanya uteuzi wa Bara anagombea Dr Samia Suluhu Hasan na Zanzibar anagombea Dr Hussein Ali Mwinyi. Lakini hivi vyama vingine nimeona harakati, watu wengi wanatiania, na hata kwenye ubunge, hata kwenye uwakilishi pia kwaayo, yangu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba uh, uchaguzi huu utakuwa uchaguzi wenye neema kubwa sana ya wagombea, lakini wenye neema kubwa sana hata idadi ya wapiga kura itaongezeka nimekusikia unazungumza juu ya swala la ruzuku. Tunajua kwamba utaratibu wa ruzuku upo katika utaratibu wa kisheria. Ni mlango gani kwa hivi sasa mnafikiri kwamba unatakiwa kutumika ili uwezeshe nanyi pia kupata ruzuku kama ambavyo unatueleza hapa? Mlango wa kutumika ni ile ile ruzuku inayotolewa kwa vyama vya siasa itizamwe, asilimia fulani vipewe vyama vyote vikiwemo navyo hivo, kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi, tunakwenda kwenye kutafuta uongozi eh, na vyama hivi vipo kwa mujibu wa sheria na ni jambo ambalo kuwa la kidemokrasia pia vile vile. Kwa hivyo demokrasia la, lazima ilindwe na lazima itekelezwe. Kwa hivyo na nchi yetu kwa kweli inaendeshwa na na walipa kodi ambao kuwa ni wananchi, na wananchi wanataka ku, uchaguzi huu uende uwe huru na haki. Kwa hivyo serikali haina haina hasara katika hilo. Kwa hivyo wakae, wafumbe macho, waangalie flat rate ya kuvisaidia vyama hivi tuingie kwenye uchaguzi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano vyama vyote vilipoa ruzuku wagombea walikuwa wengi, na uchaguzi na uchaguzi umekwenda vizuri kwa njia ya haki na amani, na aloshinda haku, a- akapongezwa. Hakukuwa na na minong'ono, kwa sababu kila chama kilipoa fedha kikazunguka huku na kule kikafanya mkutano. Sisi chama cha adatadea wakati ule aligombea marehemu balozi e, Kasanga Tumbo alipitwa kwa kura chache na mgombea wa Chama cha Mapinduzi ule Tabora e, lakini tulifanya mkutano kampeni kubwa sana kwa hivyo, ni imani yangu kwamba serikali uangalie tu katika huo huo mfuko wa ruzuku uangalia wataugawanya vipi wa vya mpengine, kwa vyama vingine ambapo kwa kikosi kazi kilichoundwa cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kinayo mapendekezo aliompelekea Mheshimiwa Rais, lakini si hivyo tu, serikali ina vyanzo vingi na Mheshimiwa Rais ana mifuko vile vile mengi kwa sababu hili hi, ni jambo la nchi hili, ni jambo kubwa la nchi yetu katika kupita kiti, ki, kipindi hichi cha mpito cha kuweka viongozi wapya ambao wataongoza tena kwa miaka mitano. Kwa hiyo naishauri serikali wakae, na serikali yetu ni sikivu na waadilifu, wakae kwa makini wavitizame hivi vyama vyetu vya siasa kwa sababu hivi vyama vya siasa ni ni ni ni kama vile ni kama vile kupumua kupumua, kwa sababu kuna watu wengine huko nchi nyingine, wao kupumua kwao wanaingia misutini. Sisi kupumua kwetu ni kuendesha eh, siasa safi na uongozi bora kupitia ndani ya Baraza la Vyama vya Siasa, kukutana kupeana yetu na tukaishauri serikali na serikali, alhamdulillahi, inakuwa inasikiliza Baraza la Vyama vya Siasa. Kwa hiyo niombe tu wakubwa, viongozi wawe makini, watizame haki na misingi mizuri ya kidemokrasia kuvisaidia hivi vyama vya siasa eh, kwa sababu utakuta kuna vyama vina miradi mikubwa eh, vina fedha nyingi eh, lakini kuna vyama ofisi zao ukizitizama na hivyo vingine tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa kwenye uchaguzi waweke uwanja wa siasa angalau uwe na mwelekeo. Nataka kusikia wito wako kwa wananchi katika mazingira ya sasa. Ah, asante sana. Wito wangu kwa wananchi wananchi tujitokeze kwa wingi kwenda kusikiliza, wakati huo utakapofika waka, wa mikutano ya kampeni, twende tukasikilize mikutano ya kampeni, tukasikilize ilani ya, ya chama, tusikilize sera zao, mwe, na, mwelekeo wao, eh, wa na mwelekeo wao nini watawafanyia Watanzania. Tuachane na kwenda kusikiliza mihemko na wale viongozi watakao jitokeza wa vyama vya siasa watakawaanza kutoa matusi, tuwakimbie. Ukiona kiongozi wa chama cha siasa anaacha kunadi sera zake, anaacha kuelezea m, m, nini atawafanyia Watanzania, ahadi zake za chama na mwelekeo, yeye akaanza kutoa matusi na kashfa, huyo adhabu yake wananchi muondoke, mutafute sehemu nyingine ya kwenda kuuza kampeni. Hii itakuwa dawa kwa sababu sasa tuna miaka karibu thelathini na nchi yetu tokea kuingia mfumo wa vyama vingi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili. Tukue sasa, tupevuke. Zile siasa za majitaka, siasa chafu, siasa za matusi na kashfa, hazina tena nafasi. Tunataka siasa za kujenga, tunataka siasa za kutangaza sera, tunataka siasa za kuwa kuweka wa, wa, wa wananchi pamoja, sio kuwabagua eh, matusi kashfa, eh, havina nafasi tena sasa. Kwa sababu kizazi chetu tunakifundisha nini? Tanzania, tuna maadili yetu kama ya, ya Watanzania, alafu Tanzania tuna mambo mengi sana ya tamaduni zetu. Tusiige tamaduni za nchi nyingine, tukaanza tuka kuzifata. Kwa hiyo ni vyema sasa, na washauri wa Tanzania wote popote walipo twende tukawasikilize wale viongozi watakao nadi ilani za vyama vyao, ahadi watakazoweka. Alafu kila mtu apime chama gani, mgombea gani aweze kumchagua bila kushawishiwa. Na ukiona kama kuna kiongozi anatoa viashiria vya, vya uvunjifu wa amani, tumkimbie, tukae naye mbali, huyo hatufai. Hatusiwape nafasi wale wenye uchu wa kutaka kuharibu amani na utulivu wa nchi yetu. Hii nchi imejengwa kwa misingi ya amani na waasisi wetu marehemu Julius Kambarage Nyerere na marehemu Abedi Karume, marehemu mwenyewe. Kwa hiyo tusikubali watokezee watu wenye uchu wa madaraka, wenye uroho wa madaraka, walikuwa hana uwezo wa kuongoza, wakataka sasa kugombanisha Watanzania, wakataka kuwapiganisha watu na kuwafitinisha na halafu nchi hii kwamba isitaulike nchi hii daima, itaendelea kwa amani, itaendelea kuwa na utulivu, kwa sababu hivi sasa tunao viongozi madhubuti ambao tumewapa dhamana kubwa sana nchi hii. Kwa hivyo, daima sisi wananchi ndio tunaoiweka serikali madarakani. Wananchi wawe makini, wasiwashangilie wale wanaotoa wa matusi, wale wanaotoa wa matusi, viongozi watakotoa wa matusi kwenye kampeni wawakimbie, wakaenao mbali na wasiende kwenye mikutano yao ya kampeni e, tunataka amani, utulivu, umoja, mshikamano uendelee katika taifa letu.